Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo Jumatano, juma la 31, kipindi cha kawaida, mwaka si wa Kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka katika waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 13 aya ya 8 hadi ya kumi. Na somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka ile sura ya 14 aya ya 25 hadi 33. Karibu tusikilize Injili. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Makutano mengi walipokuwa wakifuatana na Yesu, aligeuka akawaambia, kama mtu akija kwangu naye hamchukii baba yake na mama yake na mke wake na wanawe na ndugu zake waume kwa wake nam na hata nafsi yake mwenyewe, hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Mtu yeyote asiyeuchukua msalaba wake na kuja nyuma yangu, hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Maana ni nani katika ninyi kama akitaka kujenga mnara asiyeketi kwanza na kuhesabu gharama kwamba anavyo vya kumalizia? Asije akashindwa kumaliza, baada ya kupiga msingi, watu wote waonao, wakaanza kumdhihaki, wakisema, mtu alianza kujenga, akawa hana nguvu za kumaliza. Au kuna mfalme gani akitaka kwenda kupigana na mfalme mwingine, asiyeketi kwanza na kufanya shauri, kwamba yeye pamoja na watu elfu kumi ataweza kukutana na yule anayekuja juu yake na watu elfu ishirini? Na kama akiona hawezi, hutuma ujumbe kutaka sharti za amani, mtu yule akali mbali. Basi kadhalika, kila mmoja wenu asiyeacha vyote alivyonavyo hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Neno la Bwana. Sifa kwako, e eh, Kristo. Wapendwa familia ya Mungu, liturujia ya neno la Mungu leo inatutafakarisha juu ya gharama ya kuwa mfuasi wa Kristo. Tunaalikwa kumpa Mungu nafasi ya kwanza kwa kuachilia yote yanayotuzuia kufanya hivyo, yaani tuyatupilie mbali yote yanayotusababisha kutenda dhambi, na tunaalikwa pia kubeba misalaba yetu. Mazingira ya somo la injili yanaonyesha mwendelezo wa safari ya Bwana wetu Yesu Kristo kuelekea Yerusalemu, huku akiendelea na utume wake na mara hii basi tunamwona yupo na makundi mengi yakiwa yanaandamana pamoja naye, na ndipo Yesu anawageukia na kuwaambia juu ya swala zima la gharama ya kuwa mfuasi. Bwana wetu Yesu Kristo anatoa sheria au masharti kwa yeyote yule anayetaka kuwa mfuasi wake. Tujiulize, mfuasi ni nani? Na je, kwa nini tumfuate Kristo? Maswali haya mawili pengine ni rahisi sana kuyajibu kwa maneno, lakini linapokuja swala zima la kujibu kwa matendo ndipo ugumu wake unapoanzia. Na hii ni kwa sababu matendo daima yanadai uwajibikaji, yanadai udumivu. Katika somo tumesikia, Kristo anatoa sifa mbili za yeyote yule anayetaka kumfuata, yaani sifa za mfuasi ambazo ni kumchukia baba yake, mama yake, mke wake, watoto, dada yake na kuwachukia ndugu na hata na nafsi yake, na sifa ya pili, kuchukua msalaba. Ndugu zangu, Kristo anaposema juu ya kuwachukia ndugu na wazazi, sio kwamba anapingana na amri kuu ya mapendo na wala hapingani pia na amri ya nne ya Mungu bali anataka kunifundisha mimi na wewe kwamba daima maisha yetu kipaumbele kiwe katika kufanya mambo yenye kuleta sifa na utukufu kwa Mungu. Na fundisho hili analolitoa linatutahadharisha na kutusisitiza kuwa, ndugu jamaa, marafiki na jirani zetu, iwapo wanakuwa kikwazo kwetu katika kumwelekea Mungu, yaani kuishi kitakatifu basi hatuna budi kujitenga nao tukwepe njia zao ambazo zinakuwa na mwelekeo usiompendeza Mungu. Kumfuata Kristo ni kujitoa sadaka. Tukirejea katika Injili ya Luka, ile sura ya 14 aya ya 33, Yesu anaweka mkazo kwamba hakuna hata mmoja wenu atakayekuwa kuwa mwanafunzi wangu kama asipowachilia kila kitu alichonacho. Tukirejelea katika Injili Aluka, sura ya Luka sura ya kumi na nne, aya ishirini na saba Kristo anasema mtu asiyechukua msalaba wake na kunifuata hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Hapa anatualika kila mmoja wetu kubeba msalaba wake. Ndugu zangu, Kristo anaposema kila mtu abebe msalaba wake, anamaanisha tusichoke kukabiliana na mateso magumu, mahangaiko na madhaifu yetu. Tuvumilie mateso na magumu yote yanayojitokeza katika maisha yetu ya kila siku katika kumtumikia Mungu. Tubebe misalaba yetu kwani misalaba ni ngazi ya kwenda mbinguni. Yesu mwenyewe alijitoa kuteseka kubeba msalaba wake ili aweze kutukomboa. Na ili basi tuweze kumfikia Mungu tunapaswa kubeba misalaba yetu ambayo Mungu ametupatia. Hii ndiyo gharama ya Ukristo wetu ya imani yetu, na Kristo anatoa mifano miwili ambayo yatufundisha jinsi ya kuwa na jitihada katika kugharamikia ufuasi wetu. Mfano wa kwanza ni mfano wa mjenzi ambaye anapaswa kuketi na kuhesabu gharama za ujenzi, na mfano wa pili, mfano wa mfalme anayeenda vitani ambaye anapaswa kuketi na kuandaa jeshi lake, na iwapo ataona hawezi Atatuma ujumbe kutaka sharti la amani. Kwa nini Kristo anatoa mifano hii miwili? Anataka tuelewe kwamba ni jambo la busara sana na hekima kuketi, kutathmini na kupima shughuli yoyote tunayotaka kufanya. Tuangalie, je, matokeo ya shughuli hiyo ni nini? Je, ninapoanza nitaweza kuifanya kwa ukamilifu au naweza nikakwama? Je, nifanye nini nisikwame? Tunalikwa basi, kabla ya kufanya shughuli yoyote tuketi na kuhesabu gharama ili tujue wapi pa kuanzia na wapi pa kumalizia na hivyo kuleta ufanisi mzuri katika shughuli zetu. Ndugu zangu, mara nyingi hatufikirii sana juu ya gharama. Tunajitupa katika shughuli fulani bila kuangalia mbele, hatuangalii juu ya mambo yatakayofuata. Tunaanza kitu bila kukadiria tutadaiwa mambo gani baada ya kwanza. Ndugu wapendwa, kuwa mfuasi wa Kristo kuna dai jitihada isiyokoma, ni shughuli ambayo haijamalizika wala kukamilika kamwe. Ipo mbele yetu daima na inatudai kuwa zaidi na zaidi, kama Kristo alivyokuwa mwenyewe. Ninakushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri Paulo Stefano Laiza, wa shirika la wamisionari wa, wa damu mtakatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo, yeah!